Ripoti iliyoweka wazi taarifa hii imepewa jina la uwekezaji katika nguvu kazi ya siku zijazo na imeandaliwa kwa ushirikiano baina ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto. Pamoja na mambo mengine, ripoti imeweka bayana mahitaji makubwa ambayo Tanzania bara itakuwa nayo kwenye sekta ya elimu ifikapo mwaka 2060. Changamoto hizo zinatokana zaidi na ongezeko la watu na mahitaji Jambo ambalo limeibua wadau ni kuhusu, ni kwa namna gani nchi itapata maeneo ya kujenga idadi kubwa ya madarasa wakati ardhi ni ile ile na watu wanaoongezeka. Baadhi yao wamekuja na mapendekezo. Tunaishauri sana serikali ishirikiana na sekta binafsi, yenyewe ile na jukumu tu kama inavyofanya katika elimu ya juu la kugharamia elimu, lakini utoaji wa elimu uwe katika sekta binafsi kwa kushirikiana na mzazi mwenyewe kwenye bajeti zetu tuongeze bajeti za uh, wizara ya elimu. Tuone kwamba yale mengine ambayo ni matumizi ya kawaida pengine tunaweza tukayahamisha, tukaweka kipaumbele, tuweze kukutana na mahitaji yote tuliyonayo katika sekta ya elimu, ili tuweze kuikabili vizuri sana. Miongo mitatu kutoka sasa, maendeleo ya sayansi na teknolojia yanatarajiwa kuwa makubwa kuliko sasa, na wataalamu wa masuala ya TEHAMA wanasema kinga muhimu kwa taifa letu ni kuhakikisha wanawekeza ipasavyo katika teknolojia Nye. E, taasisi za elimu hasa Wizara ya elimu sasa hivi wanazungumzia ku incorporate teknolojia kwa ajili ya kujifunza e, mambo ya robotics, mambo ya AI, mambo ya kompyuta. Tutahitaji hii miundo mbinu ipatikane kwenye maeneo yetu ya shule, lakini ipatikane kwenye maeneo ya wazazi na wanafunzi huko majumbani walipo tutategemea sana teknolojia. Future ya elimu ni tofauti kabisa na elimu ilivyo sasa hivi. Watu watakuwa wanapata mazingira ya kujifunza wenyewe zaidi kuliko kufundishwa kwenye miundombinu pamoja na watu wengine wa pembeni. Kwa hiyo tunahitaji kuitumia hiyo kwa asilimia kubwa. Mojawapo ya changamoto kubwa iliyoibuliwa na ripoti hiyo ni ukweli kwamba ujenzi wa madarasa na ajira kwa walimu utagharimu fedha nyingi kuliko hali halisi ya bajeti yetu kwa sasa. Wachumi nao wamependekeza nini kinaweza kufanyika. Ili kupata fedha za kugharamia matumizi hayo ni kubana matumizi ya serikali, pia kuweza kuangalia kwamba je, kama matumizi yetu ni makubwa sana, tukahamia kwenye kutumia zaidi TEHAMA ili kuweza kuhakikisha kwamba zile pesa nyingine zikatumika katika kwa ajili ya, eh, ya shughuli kama hizi, kwa sababu hivi sasa tufikirie kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ya kuweza kutumia rasilimali kidogo tulizonazo kwa ajili ya kuweza kufanya haya mambo makubwa kwa sababu kisema utegemee kwenda kuongeza tena kodi wakati walipa kodi ni wale wachache, e, basi itakuwa ni shida. Vizo vingine vinabidi kutafutwa mapema hivi sasa na hata ikiwezekana serikali iunde mfuko maalum, kwa ajili ya kuanza kudunduliza kidogo kidogo kwa ajili ya kuweza kuona kwamba tutakapofikia kwenye utaratibu huo wa kuanza kujenga magorofa, basi huo mfuko huo umetuna kwa kiasi fulani. Kwa hiyo eh, kama tulivyokuwa tumefikiria kuanzisha mfuko kwa ajili ya, eh, ya, ya eh, kununua petroli na diesel pale ambapo mfumuko wa bei unakuwa mkubwa au pengine kunakuwa na kupungua kwa dola, sasa basi tufikirie kwenye pia kwenye suala la elimu. Taarifa hii ya ofisi ya mtakwimu imekamilika mwezi uliopita na imetoa taswira halisi ya changamoto wakati watoto wenye umri wa kusoma kuanzia chekechea hadi sekondari itakapofika watoto milioni 25 mwaka 2060. Kazi ya serikali sasa ni kuchambua yaliyomo ndani ya ripoti na kuja na mapendekezo nini kinaweza kufanyika kuweza kufikia mpango huo. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.